Karibu tena katika kipindi chetu cha leo cha Joakim Work Production sehemu pekee ambayo itakutana na masuala yanayohusika na taaluma, sayansi na teknolojia. Eh, bwana, kuna swali hapa, mteja wetu kauliza kwamba yeye anavyotaka kutuma SMS, au ni option ya kuchagua laini kwamba atumie laini ipi kama ni Vodacom au atumie laini ya Airtel katika kutuma SMS. Na leo nitataka nikufundishe au nikuelekeze namna ya kuweza kushifti kutoka laini moja a kwenda kwenye laini nyingine, labda unaweza kuwa una laini mbili kwenye simu yako, laini moja haina SMS, lakini laini nyingine ina SMS. Sasa mbae, kwa bahati mbaya unakuta laini ambayo ulitumia kwa mara ya mwisho e, ambayo ilikuwa na SMS, kwa sasa SMS zimeisha, na kwa sasa umenunua kifurushi au umenunua SMS kwenye laini nyingine. Sasa utaweza kushift, na ukijaribu kuandika pale SMS yoyote, basi itaenda kwenye utakuwa kama unatumia ile laini ambayo ulitumia kwa mara ya mwisho sasa. Leo nataka nikufundishe namna ya kushift. Tupo kwenye SMS kama hivi. Tupo kwenye SMS kama hivi sasa, tunataka tuchague, tunataka tuchague kama hivi, tunataka tuandike ujumbe kama hivi, tunaandika ujumbe wetu kama kawaida labda e, kama hivyo. Sasa tukijaribu kutuma hapa, hatuoni hata itupi option ya kuchagua tutumie laini namba ngapi? Na kama unavyoona hapo, not send check option. Lakini hapo nilikuwa natumia Vodacom, lakini ni laini mbili. Hapa ni Airtel, lakini laini ya pili ni Vodacom. Sasa hapa nilikuwa natumia Vodacom, ambayo kifurushi au SMS zilikuwa zimeisha kwa muda huu. Sasa nafanyaje ili niweze kushifti? Hatua ya kwanza, kuna njia mbalimbali mbali, lakini leo nitakufundisha njia moja tu Njia ya kwanza nenda pale juu kwenye namba ya simu, unapoiona namba ya simu pale, bonyeza pale. Ukishaenda pale juu uh, utakuta kuna machagulio yame machagulio yanaonekana, kuna call, video, sivyo? Add contact, sivyo? Search alafu chini chini yake kidogo kumeandika send with, kwa sababu mimi kama nilivyosema pale mwanzo nilikuwa natumia line ya Vodacom, alafu pale pembeni pameandikia switch. Kwa utakachokifanya ni taenda pale kwenye neno switch, maandishi haya ya blue. Taenda kwenye switch. Baada ya hapo nitaletewa Vodacom pamoja na Airtel. Kwenye simu yangu kuna line ya Vodacom, lakini pia kuna line ya Airtel. Kwa sasa nataka ni shift kutoka kwenye matumizi ya SMS kutoka kwenye Vodacom kwenda kwenye Airtel. Kwa hiyo nitachagua Airtel. Baada ya hapo nitarudi kuandika ujumbe kama kawaida. Naona hata hapa juu title imebadilika sending with Airtel. Kwa hiyo nitaendelea kutuma kama kawaida, kama na SMS, kwa mfano naweza nikatuma na SMS zikaenda So, kwa sababu sidhani kama mimi na SMS kwenye Airtel kwa bado zitagoma. Kwa hiyo hii ndio njia ya kuweza kushift kutoka kwenye line moja ambayo haina SMS kwenda kwenye line nyingine yenye SMS. Tunashughulikia na mambo ya taaluma sasa na teknolojia. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya YouTube usite kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili pale tutakapokuwa tunapakia video zetu mpya usiwe wa mwisho kupata hizo updates. Na hii ilikuwa live.